Kuna watu wanapitia maisha magumu, lakini nchini Haiti wanapitia maisha magumu zaidi. Nchi maskini zaidi kutoka bara la Amerika ya Kusini, na nchi hiyo wananchi wake wanakosa chakula mpaka kulazimika kula biskuti ambazo zinatengenezwa na matope, na kutokana na majanga ya njaa ambayo yanaikumba nchi hiyo, biskuti za matope ambazo zinachanganywa na chumvi imekuwa ni msaada pekee ambao wanapata masikini wa nchi hiyo. Biskuti hizo tengenezwa kwa maji ambayo siyo salama na matope ambayo hayana virutubisho vyovyote, na kuwekwa chumvi na kuuzwa barabarani kwa pesa ndogo na utamaduni huo umekuwa ukienda kwa vizazi na vizazi, lakini taarifa za kisayansi zinasema kwenye matope hayo hakuna nutrition zozote ambazo zinaweza kusaidia mwili, lakini itasaidia tu kulijaza tumbo kwa wakati huo ili wasiweze kusikia njaa, ambayo itawapelekea kushindwa kufanya kazi yoyote.